Vijiji vya eneo bunge la Tiaty kaunti ya Baringo vimeanza kukumbatia matumizi ya vyoo, hatua ambayo imechangia kupunguza magonjwa yanayosababishwa na kujisaidia ovyo vichakani. Vijiji kumi na kimoja katika eneo la Korosi, tarafa ya Tiaty Mashariki, sasa vinatumia vyoo kupitia mradi uliotekelezwa na shirika la Action Against Hunger linalolenga kuelimisha wakaazi kuhusu umuhimu wa usafi wa mazingira ili kupunguza mlipuko wa magonjwa. Kwa mujibu wa afisa wa afya ya umma wa tarafa hiyo Solomon Kimolos, uh, eneo hilo hapo awali lilikuwa na visa vingi vya magonjwa kama vile homa ya matumbo kutokana na ukosefu wa vyoo. Nashukuru Wizara ya CCF alikuja kutufunza mambo ya afya na tumefurahia kwa sababu imepunguza hata mambo ya darea watoto wanakonjeka, lakini wakati tulifunzwa hiyo darea ilienda chini, mambo ya typhoid ilienda chini na tuliona tulisaidika. Eld walitutumia community eld promoters, so tuliendelea. E, katika area hii tulikuwa na changamoto ya watu hawakuwa wa, wa, wa, wa, nacho, lakini kwa sasa vile tulifunzwa tukaenda kijiji chini eh, kila house to house kufunza watu mambo ya afya. Hapa awali tulikuwa tuna, tuna, tunafanya tunafanyia kinyesi kando, ama pengine kwa mtaro ya barabara ama kwa maji ama kwa kichaka tu, lakini baada ya mafundisho ya ACF kufika ikatusaidia sana. ACF walifika tukachumuika pamoja, wakakuja ofisi yetu tukaongea, halafu tuka tukampa vile chuu ambapo ni Chepkalaja, Chepkalaja unit, tukapea hii unit ya Chapkalaja ili uh, tuweze kuangalia ama kufanya kazi katika uh, subkaunti yetu. Ningeomba maji ifike kwa hospitali, mtusaidie. Eleven villages, karibu kila mtu iko na cho, so wakiendelea tena kwa advance kwenda kwa wengine itakuwa ni mzuri.